Waziri, ni kwamba uwekezaji huu mm. ni wa takriban bilioni 434 na uhai wa bandari yoyote mm. ni export mm. na import, import. Yes, sure. Na hapa tunavyoona kwenye mradi huu mm. ni kwamba vingi vitakuwa vinasafirishwa mm. na sio kupokea mm. skwa sana, si ndio? Mheshimiwa Waziri, sisi tukuombe sana bandari hii iangalie kwa taswira tofauti pia mm. iangalie na mizigo ambayo inayokuja. mm. ukiangalia kwa mfano, kama bandari ya, ya Tanga hivi mm. recently tu siku sita zilizopita imepokea tarmac mm. kutoka Iran mm. na sisi tungependelea kwamba ili pawe na flow throughout the year basi bandari hii itumike mm. kwa ajili ya import as well as export on that cargo lesi kama ikija sulfur, ikija bitumen ambayo inaweza kasafirishwa kwenda kwenye nchi jirani pia Malawi, basi itumike bandari hii. Tuombe sana kwa hilo. Lakini kwa kuongezea, Mheshimiwa Waziri, tunashukuru tumesikia kwamba mnatutengenezea barabara tunafarijika kwa kweli na tunafarijika pia kwa uwekezaji mkubwa huu, lakini niombe pia, kama ikiwapendeza, mkandarasi aliyepewa basi hii kazi kwenye upande wa CSR, angalia kuna wananchi wetu wanapata tabu pia kwenye masuala ya shule pale Kisiwa wanahitaji uh -huh. Lakini sio hilo, so hilo tu nashukuru. Pale ndani umeongea kuhusiana na swala la maji mm. Wananchi wa Mgao sasa hivi wanapata changamoto kubwa sana ya maji kwa kuwa maji yote yanakuwa konsumu kwenye project, kwaio kuna uhaba tunaupata.